Wanawake viongozi wa taasisi mbalimbali nchini wamesema wanawake kuwa katika nafasi za uongozi pekee hakutoshi, bali fursa hiyo inapaswa kuambatana na nguvu ya kufanya maamuzi. Wamesema hata ushiriki wa wanaume katika safari ya kuwawezesha wanawake ni jambo muhimu kwa kuwa wanawake na wanaume wanategemeana. Msisitizo wao ni kwamba haiwezekani kufikia malengo ya uwezeshaji wa wanawake bila kuwajumuisha wanaume. Sauti ya wanawake hao imepazwa katika mkutano wa uongozi wa wanawake uliokuwa na kauli mbiu Empowered to Lead, Women Shaping the Future, yaani tumewezeshwa kuongoza, wanawake wataitengeneza kesho, ulioandaliwa na Women Leadership in Insurance Africa yaani WLI Africa Tanzania jijini Dar es Salaam leo Novemba 14 mwaka 2025. Mkurugenzi Mkaazi wa WLIAfrica, Lora Mbwette amesema wameandaa mkutano huu baada ya kubaini wanawake wanapokuwa kwenye uongozi wanakosa nguvu ya kufanya maamuzi. Uh, umuhimu wa hii semina ni kwamba tunakuwa na wanawake wengi kwenye uongozi, lakini wengi unakuta ni wanakuwa representatives. Yaani wanakuwa hawako kwenye kufanya maamuzi, kwa hiyo hapa tunajaribu kaza, tunajua kwamba kuna jitihada za wanawake kuwa kwenye uongozi, lakini sana sana hapa tunafanya kwamba wengi wawepo kwenye kufanya maamuzi na ndio maana tumekusanyika hapa. Mkurugenzi wa Mwananchi Communications Limited Rosalynn Mndolwa-Mworia aliyekuwa mgeni maalumu katika mkutano huo, amesema wanawake wanapokutana kwenye mikutano ya aina hiyo hawakusudii kugawanya jamii, bali kuponya, kusikiliza na kufikiria kwa upana. Uh, ufunguzi ulikuwa mzuri sana, wanawake wako empowered; wanajisikia kwamba wako katika nafasi ambayo wanaweza pamoja wakajumuishana ujuzi na pia kuweza kuwezeshana zaidi na zaidi ili waweze kufikia malengo yao personal ya mmoja mmoja lakini pia ya jamii na zaidi, katika kuwawezesha wao kama, kama viungo muhimu uh, katika kujenga taifa letu la leo. Kwa upande wa Mwananchi Communications uh, jitihada ambazo tunazo katika kupeleka ujuzi na mafunzo na uelewa na weledi kwa jamii lakini pia kwa wanawake hususan ni pamoja na kuwapelekea maudhui ambazo kwa upande wao zinawawezesha wao kujikimu zaidi kimaarifa. Kwa hivyo maudhui haya yanapatikana kwa namna tofauti tofauti kupitia vipindi ambavyo vingine viko kwenye digital online, lakini pia kupitia magazeti yetu pamoja na uh, podcast ambazo tunazo. Zote hizi zipo katika nafasi ya kutaka kumjenga mwanamke kifikra na kumwezesha ili ashike nafasi yake. Uh, kwa udhabiti zaidi katika kujenga jamii yake lakini pia kujikimu yeye mwenyewe kimaarifa. Kwa upande wake, mshauri na mtaalamu wa uongozi Omari Kashera, akiwasilisha mada namna ya kuzungumza kwenye hadhara. Amesema hilo ni tatizo linaloathiri wengi kwa jamii. Na waliniomba nizungumzie mada ya public speaking, kuzungumza mbele ya hadhara. Kwanza niseme hili ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi kwamba watu wanakuwa hawana ujasiri wa kuzungumza mbele ya hadhara. Unaweza ukawa una ujumbe muhimu sana, ungependa uwafikie watu, lakini unashindwa kuutoa kwa vile huwezi kuongea mbele ya watu. Sasa nadhani kwa kina mama wameona ni mada muhimu sana kwao, na kama alivyosema ni tatizo kubwa kwa watu. Kwanza, unapokuwa na ujumbe mzuri lazima ufikishe kwa wenzako, usikae na ujumbe huo mwenyewe. Na njia moja ya kuufikisha ni kuzungumza, ama unazungumza kwenye hadhara, unazungumza kwenye darasa, ni muhimu sana ukawa na study au skills za kuzungumza na kuufikisha ujumbe wako. Lakini la pili, tunapozungumza masuala ya public speaking, lazima ujue unakwenda kuzungumza na hadhara aina gani? Yani, wanaokusikiliza ni kina nani? Unakwenda kuzungumza masuala ya kina mama kwenye hadhara ya kina baba, au unakwenda kuzungumza masuala ya kuuza nguruwe kwenye hadhara ya Waislamu? Hiyo sio sawa. Kwa hiyo lazima ujue hadhara yako ni ipi, what is your audience, ikoje na ujumbe wako ulenge, uh, hadhara yako ambayo unazungumza nayo lakini la tatu, nimewasisitiza kwamba ili uweze kuwa mzungumzaji mzuri mbele ya hadhara, good public speaker lazima uwe ni mtu wa kusoma sana upate maarifa na upate information. huwa tunasema information is power. Yani ukiwa na information na taarifa za kutosha unakuwa una nguvu ya kuzungumza, kwa hiyo lazima wasome sana. Na la nne wafanye utafiti wa jambo hilo wanalotaka kulifanya. Kwa hiyo public speaking ni mada ambayo inakuhitaji uwe na uhakika asilimia mia moja na ujumbe unaotaka kutoa kwa hadhara yako, kwa hiyo ni muhimu sana. Kuna watu mmeona wakipewa nafasi kuzungumza mbele ya mkusanyiko wanashindwa kuzungumza. Tumeshuhudia wengine mpaka wanaanguka, wanazimia, wanakimbizwa hospitali. Kuna haja ya watu kuwa na stadi za kuzungumza mbele ya hadhara, na kupata ule ujasiri. Kwa Kiingereza tunasema confidence to speak. Ni muhimu sana kwa sababu usibaki na ujumbe wako kwa sababu huwezi kuzungumza, huwezi kutoa kwa watu. Ni vizuri kila mmoja awe na stadi za kuzungumza mbele ya hadhara. Kwa majina, naitwa Antonia Renato Smalibiche. Mimi ni mkurugenzi wa Hawk Eye Company Limited. Hawk Eye Company Limited ni kampuni ambayo ime partner na Will Africa kuandaa event ya wanawake ambayo imefanyika hapa Four Point by Sheraton siku ya leo ya Ijumaa tarehe 14. Lengo kubwa la kuandaa hii event ilikuwa ni changamoto ambazo tunaona wanawake wengi wanapitia. Wanawake wengi tunashinda kuwa viongozi. Wanawake wengi tunashinda kubalance emotions zetu ili kuwa viongozi ambao ni wazuri. Wengi wanasema wanawake tuko na tuko biased, wengi wanasema hivyo, na unakuta katika sehemu nyingi wanawake tunashindwa kupata fursa, sio kwa sababu hatuwezi, au kwa sababu hatujawezeshwa. Pia inaweza kaa ni kutokana na mmoja wetu au tabia zetu wenyewe ambao tunashindwa kujiweka tukajiposition katika zile nafasi ambazo tunapewa. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto ambazo wanawake wanapata, either umepewa nafasi ukashindwa kuifanyia kazi au hujapewa nafasi, lakini una uwezo wa kufanyia kazi, ndio maana tukasema ngoja tu organize hii event ambayo itawasaidia wanawake kwanza kujifunza namna ya ku, sasa hivi kuna mabadiliko sana, tunaona teknolojia inakuja juu. Kwa hiyo jinsi ya kutumia teknolojia hii kwa ajili ya kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi, na pia tunaona kwamba watu wanawake wanapewa nafasi. Kwa hiyo na nafasi yako, jinsi ya kubalance emotions zako ili uweze kufanya kazi zako nyingi, kama unajua wanawake tuna mambo mengi, unaweza kuondoka nyumbani changamoto kibao, na wewe ni kiongozi, mambo hayajakaa sana ofisini kwa hiyo vitu vyote hivyo ndio maana event imeorganiziwa, ili wote kwa ujumla tuweze kujifunza, na hii ni familia. Ukija leo ukijifunza, unakuwa mwanafamilia kwao, unakuwa unaendelea kuwa coached na WLIAfrica mbale, mbale, pale ambako utakuwa kiongozi mzuri na wewe utakuwa na uwezo wa kuwabeba wenzako nyuma. Naitwa Catherine Leonard Kisarika, mimi ni mwanasaikolojia kutoka shirika linaloitwa TAMEF ambalo limejikita kwenye kuwezesha watu kujenga afya zao za akili, kuwafundisha wanawake jinsi ya kutunza afya zao za akili, jinsi pia ya kutengeneza balance kati ya maisha yao ya kazi na maisha yao ya nyumbani, maana wanawake wengi wana shughuli mbalimbali nje na mazingira ya kazini, na vitu vyote hivyo ambavyo watakuwa wanafanya vinaenda kuathiri afya zao za akili. Kwa hiyo hii semina ni muhimu sana kwa ajili yao ili kuweza kuwa na uongozi bora zaidi hata huko mbeleni, waweze kuwa viongozi ambao wanaangaliwa kwa, kwa kutegemewa, sio nyumbani tu, lakini pia katika maeneo yao ya kazi. Okay, ukiangalia kwa wanawake wengi unakuta kuna um, namna mbalimbali mbali mtu anavyoishi maisha yake. Kwa hiyo unakuta mtu ni mzazi, mtu ni dada, mtu ni mtoto, ana wazazi naye anawalewa, mtu naye ni mke, lakini pia akiwa maeneo ya kazini yeye ni kiongozi. Kwa hiyo haya hi, ha maeneo yote ya maisha yake yanaenda kuathiri afya yake ya akili. Kwa hiyo ni muhimu sana yeye kama mwanamke aweze kutunza au kuangalia haya maeneo mengine ya maisha yake kwamba yanaenda vizuri, ila, il, ili kwa sababu hata pale anapokuwa kazini aweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.